Mwongozo wa kujifunza Biblia, Juni tano 5, siku ya Alhamisi. Mada inasema hukumu ya upelelezi. Maelezo juu ya hukumu yanapatikana katika Danieli sura ya saba yanatuwezesha kuona nyuma ya pazia, fursa ya kustaajabisha ya kuona jinsi Mungu anavyotatua tatizo la dhambi wakati bado akiwakomboa wale wanaotaka kuishi katika uhusiano wa agano naye. Soma maelezo juu ya hukumu ya upelelezi yaliyotolewa katika Danieli sura ile ya 7 na, kumi, kumina na, na, na, na saba. Lengo kuu katika hukumu ni lipi? Ni hukumu gani ya uamuzi iliyotolewa mwishoni mwa mchakato? Hili linatuambia nini kuhusu mpango wa wokovu? Kuna swali dogo kwamba jamii ya wanadamu inahukumiwa na Mungu. Mhubiri 12 ya 14 inatuhakikishia kwamba Mungu ataleta hukumuni kila kazi. Na Paulo anatukumbusha kwamba hatuhitaji kuhukumiana sisi kwa sisi, kwa sababu sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Warumi 14 ya 10. Bila shaka Mungu hahitaji kumbukumbu kumbu ili kujua ni nani anaokolewa au kupotea. Lakini malaika ambao wamekuwa wakichunguza mpango wa wokovu kwa muda wote, kama Petro wa Kwanza sura ile ya kwanza ya 12, kwa kawaida wangekuwa na maswali. Walikuwa mashahidi wa uasi wa Shetani na waliona theluthi moja ya malaika wa mbinguni wakifukuzwa kutoka mbinguni, Ufunuo 12 aya 4. Na sasa Mungu anatuleta mbele zake. Mungu anafungua vitabu na kuruhusu watakatifu kuona kila kitu. Kisa cha Ibrahimu kusihi kwa ajili ya Sodoma na Gomora, mfano wa hukumu, kinatupa umaizi fulani muhimu kuhusu hukumu. Dhambi za Sodoma za wazi zilikuwa zinachunguzwa. Mungu anataja kwamba uovu wa mji huo ulikuwa umeupa sifa inayosababisha kilio dhidi yake kikawa kikubwa. Mwanzo sura ya kumi na nane ya ishirini. Lakini haikuwa Sodoma na Gomora pekee ambayo ilichunguzwa kabla ya kuangamizwa kwake. Mungu pia alifungua mlango kwa Ibrahimu kuchunguza ikiwa Mungu alikuwa anatenda haki katika uamuzi wake wa kuwaangamiza waovu. Wakati huo huo ambaye anatokea katikati ya hukumu ya mbinguni katika danieli sura ya saba bali mwana wa adamu yesu danieli saba ya kumi na tatu tazama pia mathayo ishirini ya ishirini na nane ambaye kujitokeza kwake ndiyo sababu pekee inayofanya watakatifu wake aliyejua akapewa hukumu danieli saba ishirini na mbili. haki yake kamilifu pekee huwawezesha watu wake kufaulu hukumoni